Mwakilishi wa wadi ya Seretet Cheptororiet eneo bunge la Belgut amesuta maafisa wa polisi kwa u, kukosa kuwajibika ama kukosa kuwajibikia kumaliza pombe haramu katika maeneo ya Belgut. Hii ni baada ya mwanamke mmoja kupatikana akiwa ameuawa wa, ame na kutupwa katika mto mmoja huko Seretet karibu na mahali pa kuuza pombe na mpaka sasa muuzaji wa pombe haramu anaendelea kuuza pombe hiyo. Ratiba. Your Excellency, pamoja na County Commissioner. Hapa nimekuwa ni na, na shida kwangu hasa pangu mambo ya pombe. Hapo awali kuna mama alikufa pale eh, kwa mtu, aliweza kuawa na kuwekwa kwa mtu. County Commissioner pamoja na timu yako yote na DCC tuliongea na yeye. Na mambo County Commissioner iko pale sio mzuri. Kuna watu wawili katika hii sub county ambao wamekuwa notorious na nafikiri, Mheshimiwa, unajua mtu anaitwa mwingine, anaitwa Jona namgili, anaitwa Seketa, ndio wameangaisha pombe ya hiyo Kabianga area Seretet, Seretet location, na location hiyo tumeongea. Hiyo tumeongea na leo mtu amewahi kupelekwa kotini sio mara moja, hata bibi yake amepelekwa kotini. Wao wanasema ni tena tukoti. Na bado ni jina hao. And as much as the OCPD, the OCS as can you know the bit. The ball is more in our court than in the court of security personnel. For some good reason. The blue words are well known by you.